Uh, Nauka akitaka faulu baada ya kupata hii wizara, cha kwanza awe na makongamano makongamano, walau kila, naweza nikasema, kila mkoa azunguke, aone eh, mawazo ya vijana wenyewe ni ni yepi, ndipo wizara ije na mkakati wa namna ya kusaidia vijana umona asiwasemee akawaamria unapowasemea kuwaamria utakapokuja kwenye matokeo yanakujaga mara nyingi tofauti. Kwa hiyo shirikishi, atakapoandaa mm, mm, midahalo atapata ata, kuna kitu atakipata ambacho wakati anaenda kuandaa zile eh, ile miongozo na taratibu ya kusaidia vijana, anakuwa amegundua kwamba tuna kundi hili na hili na hili, umeona. Kwa hiyo asiam, asiamue tu kupitisha mambo kimya kimya, na hata kama kuna jambo limepitishwa kwa ajili ya kijana liwe wazi, liwe wazi kwamba tun, e, vijana e, tuna programu hizi na hizi na hizi kwa ajili ya na zisiwe na si, si, ubabaishaji ule wa kwamba mtu anataka jambo fulani, wewe mtu wa nani nani. Watanzania wote waingie katika huo wa mnyororo. Wizara ya vijana ina kazi kubwa, kwa sababu kama unavyojua vijana sasa hivi e, joto linachemka, umeona, wana wengi wao wanahitaji ajira, wanahitaji kwa hiyo, kwa namna alivyoiweka wizara ya vijana, cha kwanza amewatendea haki vijana. Cha pili, ninamshukuru sana kwa kumleta waziri wa hiyo vijana ambaye ni kijana, sio tu kijana amekuwa akijishughulisha na mambo ya kutoa elimu kwa ajili ya vijana. Aa, yani tumeletewa mtu ambaye ana ni mwanasaikolojia ambaye yeye kukabidhiwa hiyo uh, wizara, mimi ninaamini kwamba anaenda kuitendea haki wizara hiyo, kwa sababu anajua nini afanye, anajua nini kifanyike, ili vijana waweze na pia ni mzalendo